Kunenefa na Simba yako? Aa, lazima, lazima. Si unaona Simba inanipa raha raha raha bo, unapigwa unafurahi, eh, pasi moja moja. Eh, wachezaji wanaanza kukabia juu wanakupresha, we mpira usipeleke wapi. Umeona tulivyowakabia juu, mpira unapoanza tu wanakuwa wanachanganyikiwa wapi wapeleke. Wamekuja wamesema wanatukamia, lakini mwisho wa siku sisi ndo tumewakamia wao, na kuhakikisha kwamba mpira wote tumemiliki sisi. Dakika 15 za mwanzo hawajavuka hata mstari wa kati Eh e, kwa hiyo hii ndio Simba ya ubaya ubora, inakwenda sasa kuwa na thamani kubwa, ndio kwanza leo imepanda, kuna asilimia 71, hizi 6% ina ina asilimia 71 eh eh, bado majenga timu e, tunajenga timu, ndio kwanza leo imeongezeka, ina asilimia 71 eh, hizi goli sita hizi tumepiga, tunaona sasa timu ina improve kwa mchezaji mmoja badala ya mwingine. Leo hata ungeulizwa wewe man of the match nani, ungechanganyikiwa lakini lakini watu wakasema ah, ukisema yule yule unama ukimbeba kula doto atani ukimbeba nani. Wakaona kwa kuwa Kibu hajashinda nyingi, akasema kwa kuwa umeassist, lakini pamoja na kuassist mipira mitatu imegonga nguzo ya kwako na goli mbili umepata toka naniu, basi wewe ndio nani, kwa sababu hizi goli mbili zilikuwa za Yanga. Kwa Kibu Dennis, niliwahi kuwa kukwambieni Kibu Dennis anazifunga timu ngumu. Dodoma ni timu ambayo ni ngumu mm. umeona afu walivyokuja ile kupania na kufanya upinzani sie, tukajua ndo wale wale vivinyula magwiti au nyuma mwiko, tukawaendea na ile filosofi ambayo tunataka kumfunga nyuma mwiko. Kwa hiyo tukawa place vizuri, wakaingia kwenye mfumo, tukawatia tatu kwanza raisini. ni walewale kwa wale. Eh. Eh, sababu mwalimu alishatengeneza ile squad ya mbele, ndio maana siku zote tulikuwa tunasema winga Elia Mpanzu, winga Kibu Dennis, hawa watu Israel Mwenda na mwenzake Shadrak Kiboka watakojoa mkojo itakuwa kubwa, kwa sababu kifua chao hakiwezi kuhimili, watakuja kutoa penati bure. Na sisi tumewaambia sasa hivi mkifika bale hata mkikwatuliwa msidondoke, kwa sababu mashabiki, wachambuzi na nani wa nyuma mwiko, na wachambuzi wale waenda kula nyama, wanakuwa nani, hawataki penati. Kwa hiyo si hatutaki penati, si umeona leo amna mchezaji aloingia nayo akakatwa akadondoka ili mradi iwe penati? Tumekwenda kuwafunga hadharani. Sasa sijui leo huyu Meki Meksime hataongea nini, maana achelewaji kulaumu marefa kusema Simba saizi yake leo. hmm. sijui nyie mlivomuoji kakwambie nini bana, walisema mchezo utakapoisha wao ndio atakuwa wenyeji hapa eh? yeah. hapaaya sasa, ndo unaona sasa hivi mtu akishakuja hivyo tu, unatakiwa upige kama unapiga nyoka hmm. mtoto wa nyoka upigwa fimbo sawa na mama yake okay. eh. eh, hebu waweke watu sawa, Simba ikishinda dhidi ya Dodoma goli sita, yeah. Simba Dodoma wagumu lakini kulwa na Yanga laini. Laini. Mabuza, ya na doto hao una unawasiwasi gani Dodoma na hao si unaona, akishindaga huyo kocha wao Mek, sim anasema tumezidiwa kiwango, lakini akifungwa na Simba kama hivi analaumu haiwezekani, Simba tumeonewa na nini e, kwa hiyo tuna utofauti. Unajua hizi timu mchawa wako wengi kuliko waliokuwa na uhalisia. Ndio maana tunasema Simba kila mechi yetu sisi ni ngumu Umeona e, na msemaji wao alizungumza akasema kwamba kila mechi ina posho yake. Umeona, ina bonus yake. Kwa hiyo hii ilikuwa na bonus kubwa zaidi, kwa sababu yanacheza na Simba, na si timu inayopewa bonus ndio tunaitaka zaidi. Lakini maskini kocha Fadru alitengeneza mfumo wake, umeshindwa kufanya kazi kule, nimekuja kumpiga mtoto mtu. Lakini sio mbaya, tutamtengenezea squad nyingine, kwa sababu timu yao tunaamini ndio ile ile, haina mabadiliko. Basi tunakwenda kama hawaji, si unafutwa na ule mchezo mmoja, unadhani watakubali? Utachezaje mchezo mmoja mwingine usicheze, ukitaka ili ende hivyo, inatakiwa ufutwe ule mmoja iwe wenyewe wawili hamjakutana, alafu ndo mnapambana. Na hiyo sheria ya kucheza mchezo mmoja mwingine usicheze iko wapi? Ligi haiwezi kukamilika hivyo. Hawaji basi, tutaenda kuchukua pointi tatu. Wamekuja? mm. oh. wa wapi? Shirikisho la Mpira ndo limetoa pointi tatu? Lime nani, limeahirisha mechi au hawakuona? Kwani sie Simba tulisema hatuji? yes, bwana we, kwani sie tulivyoenda ile jana yake kabla ya mechi wao walifanyaje? Si wali tu, tulivyoenda kufanya mazoezi wao ulifanyaje? Si walizuia na wote kabisa, hadi wasemaji wao wanasema sie tumeenda na mbuzi, sijui tumeenda na wazee sijui, na kwa nani kwa na? Asijui wao lakini, sie twende na mbuzi, twende na wazee, twende sijui na vikongwe, hata twende na ashua zao mbuzi, lakini haturuhusiwi kunyimwa kufanya mazoezi kwa muda wetu. Kwa hiyo ule muda wetu tuwe tunafanya tunavyotaka. Baada ya muda sie tutaondoka, endelee. Eh e, sasa wale mabangu sasa pale uwanjani walienda kufanya nini ile wote sasa? Kwa, kwa, kwa kuwa tumezuiwa kufanya mazoezi, ni wametutoa mchezoni, sawa sawa sisi tukasema sasa tuandike hatutakuwa sehemu ya mchezo sawa sawa. Kutokuwa sehemu ya mchezo lazima uweko apilimu vitu viwili. Je, hawaji? tumesema hatutakuwa sehemu ya mchezo, ina maana Simba ilitaka ingie pale kama ninavyoingia Mzaramo mm. Unamwona Mohamed Hussein yule, yupo anaingia kule na kiatu chake yule, anaingia kule e, na, na, na wao tunawatoa mchezoni. Sasa wewe utajuaje kama vile? lakini wale baada ya kuchunguza, wamekaa wameangalia, wameahilisha mechi wao. Sasa sisi tunakosa gani hapo? mwenye akili timamu akiona wale wameahilisha mpira na mwenye mpira wao kashasema, mwenye mpira wake kashasema wale, sikaria alivyoshuka tu mmemsikia, kasema kuna watu wanataka kuharibu jitihada za mpira ambayo unaenda juu, wanataka usiende juu, hilo hatokubali. alimaanisha nani? atokubali e, kuna baadhi wapo viongozi e, wa nchi wanakuwa wanaingilia ingilia, hivi vitu havifai. Mbona umuoni ndugu yangu nani, uh, mheshimiwa Kassim Majaliwa akaingilia mambo hii, ye ni Simba damu, lakini unamwona anaingilia, aingilie. Kwa hiyo na wengine waache, wawaachie watu wa mpira wenye mamlaka waongoze mpira vizuri wao waingilie ingilie kuweka nguvu zao sie ngogo ya tufaji chochote ngogo sibie nikimkamata sasa hivi natia zaidi ya tano au sita. Kwa hiyo winga ile ya mpanzo winga ya nani, Kibu denis wakati huo cha sambi kule anapasha anasubiria miguu ya Shadrack Boka inaniu i freeze. Wewe usifanye mchezo wewe bana. Somo hiki ambacho amekifanya Kibu leo ni kama maajabu, labda hii inawezekana muendelezo au ni nguvu tu ya somo. Mbona unakosea somo? Kibu ni Mungu wa Kibu kashinda mechi zote kasoro mechi mbili. Lakini hapo hapo kuna mechi kashinda goli mbili mbili. Ina maana ukimtolea moja la kule moja la kule ukimweka kule wastani wake mechi zote kashinda. Huyo ni Kibu Dennis Prosper. Mechi moja anafunga goli mbili. Sasa wewe utasema Kibu ana niu. Kibu anafunga mechi ngumu. Ndio maana ukikutana nao mara nyingi, tukamwita mkandaji, anawakanda. Ni yeye awataki, atakuwaona Kibu wale wale jamaa awapendi kweli kweli, anajitoa kwa nguvu zote. Leo ndo kaonyesha, nitakacho kitoa kwa mkapa ni zaidi ya hiki, ndo akatoa kwa mtoto wa nyoka. Haya, yeah. Ah, yeah. mtoto wa nyoka mtoto wa nyoka upigwa, si huyu Dodoma Jiji mtoto wa nyoka. Ina maana tunasema mama yake singogwe eh, nyuma mwiko ndo mama yake. Kwa hiyo yani mtoto wa nyoka upigwa sawa na mama yake Nde hichi kipigo kilikuwa tumpige mama mtu, labda somo. Mnaelekea sasa kwenye maandalizi kwa ajili ya michuano ya kimataifa, nawambia nini? Wanamb ah, niwambie tu tushikamane, tuhakikishe tunaenda kucheza ugenini, e, na mhamasishaji mkuu wa hamasa sasa hivi tunamwita mzee Azim Deuji, mkuu wa nini wa hamasa, mhamasishaji kwa mashabiki wa Simba. Tulikuwa tunahamasisha sisi tu, lakini tumepata mhamasishaji kiongozi, amekwenda ameshatuombea ndege kule nusu bei, inshallah Kairo tutakwenda. Amepata ahueni, yuko mhamasishaji kiongozi, so mhamasishaji tu hivi, mhamasishaji kiongozi, Mzee Azim Deuji ukweli anapambana anatuhamasisha kwenye klabu yetu tuipende vipi e. Kwa hiyo ina maana tuna nuru kubwa, kwa hiyo tuna tunahakikisha sasa e, tukafanya vizuri kwenye mechi ya kimataifa na mama Samia Suluhu Hassan afurahi, kwa sababu yeye anataka lile kombe liletwe hapa. Analileta nani? Simba tunakuja kulileta lile kombe.